Taasisi ya utafiti wa kilimo nchini TARI kituo cha Naliendele mkoani Mtwara kwa kushirikiana na chuo cha kilimo MATI Mtwara wametoa mafunzo ya wa zao la korosho kwa vijana ili kuongezea ujuzi zaidi wa zao hilo kusudi wanapoingia katika kulima zao la korosho walime kwa tija na kujiongezea kipato. Haya yamefanyika Mei 16 katika chuo cha maendeleo ya jamii mkoani Mtwara. Mtafiti wa kilimo kutoka TARI Naliendele Josefu Nzanda pamoja naye Regani Kinanda mkufunzi wa chuo cha kilimo MATI Mtwara walikuwa na haya ya kusema. Vijana ndiyo nguvu yetu ya taifa, na kwa kesho bado tunawategemea. Kwa hiyo tumeona kwamba wakielewa hawa na ukianza kukipenda kilimo, tutakuwa na uhakika wa kuhakikisha mapato ya nchi yetu yanazidi kuwa makubwa. Kwa hiyo tumelilenga hili kama kundi moja muhimu sana, ndio nguvu kazi na ndio wanaweza kufanya kazi. Wakiingia shambani, tunajua wataweza kutufainisha, wataweza kupanua uelewa wao swala la kilimo na hii agenda tunayosema agenda eh, 1030 maana yake nini? Ni maana yake kwamba katika sekta ya mbegu mkulima aweze kupanda mbegu bora tunavyosema. Katika sekta eh, ya vitendea kazi mkulima atumie zana bora za kilimo. Tunaona hivi sasa hivi serikali imeweza kutoa matrekta na kuanzisha eh, vituo mbalimbali mbali vya kuweza eh, kutoa huduma za kilimo karibu na wananchi kwa upande wake mwenyekiti wa ofisi ya wilaya Mtwara mjini ndugu Nasoro Mohamed Juma naye alikuwa na haya ya kusema. Vijana wenzangu, hii ni fursa adimu sana, endeni kuitumia, endeni tusikilize, lakini tukubali kujifunza. So, sababu kuna wakati huwa mimi napenda kusema unaweza ukawa mwalimu mzuri, lakini ukakosa mwanafunzi bora na mzuri kukusikiliza. Imani yangu tuliopo ndani tutakuwa na walimu bora na sisi tutakuwa wanafunzi bora tulio tayari kujifunza. Baadhi ba ya vijana ambao wamenufaika na mafunzo hayo wameeleza namna watakavyokwenda kuyafanyia kazi. Na vijana, tujikite katika zao hili ili kujipatia kipato na tunakitumia kama chakula katika nchi yetu. Mafunzo niliyopata ni mafunzo mazuri sana na yatanisaidia sana sana katika jamii yangu. Korosho inasaidia sana hata mimi mwenyewe